Ah. Ni katika hospitali hii ya rufaa ya Webuye ambapo wagonjwa ishirini wamelazwa na wanaendelea kupokea matibabu baada ya kunywa maziwa kutoka kwa ng'ombe aliyekuwa anaugua. Moses Wafula ambaye ni mmoja wa familia hizo anasimulia jinsi maziwa iliyokamuliwa na kuunda maziwa mala ilivyosababisha watu wao kuanza kuendesha na kutapika kabla ya kukimbizwa hospitalini humo. Kuna ng'ombe isaa kwa poma letu, alafu wakatengenezako maziwa kwa kibuyu, alafu waka waka, waka, waka wako nyumba tano, tukaanza kutumia hiyo maziwa jumamosi ya asubuhi. Vile mi niliamuka saa kumi na moja nikasikia dalili ya tumbo kulingana na wili wa njala ambaye aliathirika pamoja na mkewe na wanawe sita anasema saa moja baada ya kunywa maziwa hiyo walianza kuendesha wote kama familia. Baadhi ya familia zikitoa wito kwa serikali kuanzisha uchunguzi wa kimaabara kuhusu maziwa hayo ili kubaini kilichosababisha ugonjwa huo. Tumbo ikaanza kunisokota, ikaanza kuendesha na kutapika tumbo kawa mbaya, kufika saa kitu za saa mocha asubuhi, pia watoto wangu poasi teno neli, alafu na wasike pia, tuko tunaukwa ukonjwa tu huo huo tu mocha tu lakini ni ujungu sana kuona ya kwamba watu wote kwa boma, jamii yote, maziwa yameleta shida. Tunaomba hayo maziwa yenye imesalia waipime, tujue ni nini chenye kilisababisha huu ugonjwa. Na kutokana na uchochole wa familia hiyo na idadi kubwa ambayo imeathirika, wametoa wito kwa viongozi kuingilia kati na kuwasaidia kugharamia matibabu. Emusiye maimili masungo papatani tani wanyama mahali penye huko.

watusaidie bila hawa hatutafaulu hata hivyo kulingana na muhudumu kwenye hospitali hiyo ambaye hakutaka kunukuliwa anaoji kuwa waathiriwa wa wote wameondolewa katika hatari na wako katika hali nzuri hasa saa hii vile tuko hivi tuko tunaendelea vizuri akusichaona shida yoyote maumivu e tulikuwa tunasikia kalikali hiyo saa hii imeanza kupungua